Mwanasiasa wa chama cha People Liberation Party PLP Martha Karua amemjibu moja kwa moja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufuatia kuzuiwa kwake kushiriki katika kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Karua alikuwa amesafiri pamoja na viongozi wengine wa kisiasa kutoka ukanda wa Afrika Mashariki kwa lengo la kushuhudia mwenendo wa kesi ya Lissu, lakini walizuiwa mpakani mwa Tanzania na baadaye kufurushwa. Rais Samia Suluhu Hassan alidai kwamba ujio wa kundi hilo ulikuwa kuingilia mambo ya ndani ya nchi yake, kauli ambayo Karua ameikataa vikali. Kupitia ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, Karua alisema kuwa waliingia nchini humo kwa mujibu wa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, na kufurushwa kwao hakukuwa halali. Hatukuvamia nchi ya Tanzania. Tulikuja kihalali kama wanajumuiya, tukazuiliwa kinyume na mkataba wa jumuiya na kufurushwa nje, aliandika Karua. Kauli hiyo ya Karua imeibua mjadala mpana kuhusu uhuru wa kusafiri na kushiriki katika shughuli za kidemokrasia ndani ya nchi. Karua alisisitiza kuwa safari yao haikuwa ya fujo bali ilikuwa ya mshikamano wa kidemokrasia na kwamba haki ya wananchi wa jumuiya hiyo kutembea na kushiriki shughuli za ndani ya nchi wanachama lazima waheshimiwe. Hadi sasa serikali ya Tanzania haijatoa tamko rasmi kuhusu kufurushwa kwa viongozi hao, huku serikali ya Kenya pia ikiwa haijazungumzia suala hilo. Wachambuzi wa siasa na mashirika ya kijamii wameeleza hofu yao kuwa tukio hilo ni dalili ya kupungua kwa nafasi ya kidemokrasia katika ukanda huo, na wameitaka sekretaria ya EAC kutoa mwongozo wa wazi kuhusu haki za wananchi ndani ya jumuiya. Licha ya tukio hilo, Karua amesisitiza kuwa ataendelea kutetea misingi ya haki, uwazi na mshikamano wa kikanda.